Asante sana wanaitwa wana msanii wanapata kosa kujaza item inayoitwa msikilizaji, tuweze kuheshimu wazazi pale nyumbani na itakuwa inapata kuweza kupendeza. Leo ningependelea leo kuweza kuzungumzia hasa mazungumzo hapa, hapa, hapa na pale msikilizaji, ambayo itakuwa ina inakufikia katika njia speciali pale nyumbani, tuweze kupata kuweza kujua imefika wakati mpaka sasa hivi, a, a, a, binadamu katika jamii msikilizaji, katika maisha tumekuwa tukipata kuweza kuwatenga wale watu wanaitwa wazazi wetu wale waliotupatia nafasi ya kukaa katika ulimwengu huu wale, wale leo tupatia nafasi ya kuweza kutulea na pia kututia nguvu, na mpaka siku ya leo tumekuwa watu wazima. Basi mbona inakuwa ni vigumu, wakati mwingine tunapata kuweza kushindwa kuwapigia simu msikilizaji? Kwa nini sasa? Yani mtu kakulea, kak, kakulea amekutoa mbali msikilizaji, alafu baada ya, ya kuweza kupata kwenda shule msikilizaji, amekusomesha amekutia nguvu amekupatia elimu amekupatia kile alichokuwa nayo kwa ajili ya siku ya leo yaani amesimama na wewe kila wakati, ulipokuwa mgonjwa alipata kuweza kuwa daktari wako bwana. Yaani wazazi ni watu wa maana maishani, wazazi wa, ni watu wa, wa, wa maana sana katika jamii ya sasa, na ndipo tunasema je, basi kama mzazi wako hangekuwa, je leo ungekuwa wapi siku ya leo? Na pia kuna wale katika maisha ama kwa njia moja au nyingine, wenda wazazi hawakufika katika siku ya leo lakini kuna njia moja au nyingine, msikilizaji, kuna mtu alipata kuweza kuvaa kiatu cha mzazi, na ndio maanake siku ya leo wewe umekuwa mtu wa maana sana katika taifa la, la nchi ya Kenya. Umekuwa mtu wa maana pale kanisani, umekuwa mtu wa maana pale kwenye kijiji, umekuwa mtu wa maana pale, umekuwa mtu wa maana pale katika serikali. Ni kwa sababu kuna mtu hakulala, alipata kuweza kujituma msikilizaji, akapata kuweza kujitolea, akapata kuweza kujinyima kwa ajili yako siku ya leo, jamani basi mbona inakuwa vigumu kuweza kushindwa kuwapigia wazazi wetu simu jamani, na kuweza kuwatakia hata mema kila wakati? Hivi juzi imekuwa ni siku ya akinamama duniani, ilikuwa ni wachache waliokumbuka hayo msikilizaji. Basi mbona katika jamii tunashindwa kuweza kukumbuka wazazi wetu waliotulea jamani? Mtu akupeleka shule e, akinyeshewa aki, aki, aki, aki, aki, aki, aki, aki pale, pale njiani pale kwa ajili yako, lakini wewe imefika wakati katika, imefika, katika ulimwengu huu kuweza kushindwa kuwasahau wale waliotulea katika jamii. Jamani, shukuru sana katika ulimwengu huu. Kwa sababu, msikilizaji kuna mtu katika jamii sasa hivi leo yani, hawezi kumaliza siku tatu bila kuzungumza na baba au mama. Hawezi kumaliza hata, uh, hata masaa 24 kabla hajazungumza na mzazi kwa sababu anajua ni wapi alitoka bwana anajua ni nani aliyekuwa akisimama naye katika wakati wa taabu. I'm telling you for sure, msikilizaji. Lakini kuna wale ambao walikosewa katika jamii. Even though mzazi alikuwa waina gari uenda alikukosea msikilizaji, alik alikukosea msikilizaji, aliku alikutesa uenda, lakini haimaanishi ma maisha yale yapate kuwa vile. Mzazi huyu ametembea na wewe kila wakati, kakupeleka shule, jamani, amekuwa pasta pale, amekuwa daktari amekuwa mlezi hata amekuwa amekuwa amekuwa e, mgongo wako wa kuchezea, huyu mzazi huyu msikilizaji, amesimama nawe kile wakati. Lakini inafika wakati tunaenda pale mjini pale, tumewacha kule vijijini kule, tumekuja mjini, tumefocus na mji sana, mpaka tumepata kuweza kuwasahau wazazi wetu wa kipekee. Kwa nini ni msikilizaji? Yaani hata uwezi chukua jukumu la kuweza kumpigia simu hata umwambie mama bwana pale nyumbani uko vipi bwana. Salimia babu, salimia pale nyanya kwa simu tu. Haitakugharimu sana, hata kama ulipitia hali ngumu. Jamani pata nafasi ya kuweza kumshukuru mzazi wako kwa jamani. Amekuwa nawe, ametembea nawe kila wakati, amekuonekania mpaka leo umekuwa mtu mzima katika jamii. Katika taifa la Kenya leo tunajivunia wewe msikilizaji. Basi mbona kuna wakati hata tuweze kuwadungia mawasiliano wale wazazi wetu na kumwambia mama bwana hata asante kwa chakula bwana, asante kwa kunifikisha umbali huu. Leo nimekuwa mtu wa maana sana, nimekuwa menta kwa watu wengine. Kuna mtu alijituma wa wa katika, katika jamii. Kuna watu wamekuwa tu hivi hivi tu, ili tuweze kupata, kupata kushukuru kwa kile kitu tumekucha kukiona. Kuna watu katika ulimwengu huu hata wangepata mtu wa kumuita baba. ah, ah, I'm telling you for sure. angemuvii Kenya katika sehemu nyingine, kuna mtu katika jamii ya siku ya leo anasema angepata mtu wa kumuita mama. Ah, ah, I'm telling you. Naomba leo tuweze kuwa na moyo wa kuweza kusamehe wazazi wetu hata ingawaje walikukosea kwa njia gani ile. E, najua kuna wale katika jamii walikucha kukwambia, bwana, mtoto wangu hata ile siku nitakufa usikuje katika mazishi yangu. Imefanyika mambo haya hapo katika ulimwengu, wamekufukuza nyumbani kwa njia moja au nyingine, na hata uende kama ile kitu ulichokitenda ile, wewe ulikuwa ni mtu mdogo, haungeelewa kile ulichokuwa unafanya, msikilizaji. Lakini imefika pale katika jamii, maisha. Maisha ni pale, wamekutenga kwa sababu ya uhalisia wa maisha wamekutenga na wamekuambia usiwahi kuonekana nyumbani tena ukaenda kule mjini ukaenda ukapata kuweza kusurvive kupiga pilikapilika za pilika hapa na pale, Mungu akaweza kukuonekania msikilizaji, na siku ya leo wewe ni mtu wa maana sana, lakini haujawahi kanyaga nyumbani. Tunaomba siku ya leo kwenye kipindi cha Mwangaza siku ya leo tuweze kupata kuweza kufungua roho, jamani. Nambari zangu nitakuwa napata kuweza kuzifungua kuzifungua hivi punde tu. Ningependa leo wana Mwangaza, leo siku ya leo tupate kuweza kufungua moyo, jamani tufike pale nyumbani pale kuweza kupata kuwakumbatia wazazi wetu. Nafahamu sio rahisi, baba alipata kuweza, najua kuna, kuna, kuna, kuna uta, tamaduni hapa nchini hapa katika taifa la Kenya jamani, si rahisi. Baba alipata kuweza kutema mate na akasema ni siwahi kuona kwangu, nimekufukuza hapa, na kuanzia siku ya leo wewe si mtoto wangu. Msikilizaji usijali, bwana, naomba leo upate kuweza kuwa na moyo mkunjufu wa kuweza kupata kutuliza yale machungu Yaani ulitolewa, ulifukuzwa nyumbani kama mbwa, toka toka, potea, usiwaionekana, ukarushiwa manguo kwenda kule, kwa sababu hata ya kutoelewana, kwa sababu ya communication kidogo tu, maelewano kidogo ya mawasiliano hapa na pale, mepata kuweza kufukuzwa nyumbani. Lakini siku leo, msikilizaji, pata kuweza kushusha moyo. Ni miaka kumi hujawahi fika nyumbani, hata hujawahi piga simu. Ni miaka miwili, miaka mitatu, miaka hata zaidi ya ishirini jamani wazazi wakiwa na shida, wewe na ndugu yako au dada yako anapiga simu, anakuambia jamani, please fanya jambo, unatuma pesa kule nyumbani, lakini ulisema hautawahi kanyaga nyumbani na hata kwenda. Kwa njia moja au nyingine, umepata familia kwako. Jamani msikilizaji, pale pale mjini pale ama pale unapoishi, siku ya leo umepata familia nzuri pale, na wanakuuliza basi, dadi, mam, je, babu wako wapi? tungependa kuweza kukutana nao. Wewe unamwambia that is no go zone, hakuna kwenda kule yaani siku ya leo tunaomba leo, wasikilizaji wetu, leo mpate kuweza kususha moyo. Jamani, tuweze kususha moyo, tuweze kupata kutuliza uchungu, na tuweze kuishi maisha haya kwa ile muda tumebakisha. Jamani msikilizaji, ulimwengu siku ya leo watu wanakwenda kila wakati bwana, watu wanakufa tu hivi hivi tu. Basi askja gani uweze kubaki na ile guilty conscience katika maisha ya kwako, na unaweza kupata kuishusha siku ya leo mimi kaka Brian Mobegi hapa a, ningependa leo kukusaidia tu leo na kufungulia njia tu upate kuweza kususha roho chini na ukapate kuweza kumkumbatia mzazi, na kama itawezekana leo kuweza kumpigia simu na hata kumwambia mimi nimekusamehe. Najua sio rahisi msikilizaji, itakugharimu sana uchungu uliopitia. Najua si rahisi, ni moto sana, lakini please ujaribu tu jaribu tu kuweza kupata kuweza kuunda uhusiano mzuri wako na mzazi wakati uko na muda, wacha sikupigia simu wakati wewe uko na hako pale kitanani pale, msikilizaji wetu mpendwa, please, please, please. tunapata kuweza kuuliza kwa siku ile, wale wana mwangaza ambao mnaoonisia katika simu mbalimbali, leo tungependa leo kuwa karibia wazazi wetu hata kama walikukosea, leo jaribu, wape msamaha. Msamaha itapata kukutuliza moyo jamani, ikwaje gani upate depression kwa sababu ya mzazi wako ka gani upate kuweza kurudia kile kitu ambacho ambacho mzazi alikufanyia kwenye familia kwako. Please do best kwa kuweza kumsamehe na pia kuweza kushusha roho na kuweza kumweka huru, na mambo itakuwa sawa na hata kijiji kizima kilipata kukutimua kule nyumbani, lakini siku ya leo umekuwa mtu, mtu mzuri, umekuwa mtu mkubwa, mtu akutamanika, umekuwa menta kwa watu wengi katika jamii ya nchi ya Kenya leo tunaomba kwa heshima na taadhima, msikilizaji wetu mpendwa, shusha roho, uweze kupata kuweza kutoa majonzi pale ya mwisho, na ikuwe ni majonzi ya furaha, iko waje gani uliyepata pale katika pale ya msibani pale kwenye mazishi pale, iko waje gani? Na, na una, una muda sasa Mbona uchukue muda wa kuweza kulia pale kwenye sanduku la mfu na ilhali una uwezo katika siku ileo, msikilizaji, kuweza kupata kuweza kuitoa yote, kuweza kumwambia ni wapi kuweka, kuweka mambo straight jamani. Hiyo ndio kitu leo ningependa tuweza kuzungumzia katika mazungumzo ya siku ya leo tuache kuwabeba wazazi pale kwenye roho, na pia wazazi tuweza tuweza kuacha kubeba tu pale kwenye roho tuweze kuwasamehe tuweze kuwa na upatanisho pale nyumbani. Familia imevunjika kwa sababu ya kutoelewana tu baina ya watoto na wazazi, na hata baina ya wazazi na wazazi, na hata uenda kupita kwa kwako kwa wewe kwa kwa kwa mwana au binti, wazazi walipata kuweza kutengana kwa ajili yako, basi mbona leo isiwe ni siku ya kuweza kupata kuweza kutuliza yote na kuweza kupata kurudisha yale yaliyokupata kuumiza? Msikilizaji, nambari zangu ziko wazi, Baraton FM leo. Yes, daddy niko salama sana dadi. Yes, karibu sana kijana mdogo, wazo lako ni gani dadi? Ehe, ehe, nzuri, ehe

Nashukuru sana, huyo ni kijana mdogo amekucha kuweza kutoa hojada kwake jamani, na pia kuna wale ambao mabinti wanakuja nyumbani kwa ajili ya kuweza kupata kuweza kuchukuliwa kama mpenzi wa maisha pia ama mpenzi wa ndoa. Jamani, usiwe kikwazo ya kuweza kupata kumtenganisha kijana na wazazi wake. Leo, tunaomba leo siku ya leo tuweze kupata kurekebisha msamaha, tuweze kupata kuweza kurekebisha familia zetu wazazi wetu, what can we do ili kuweza kuweza kuripea tufanyeje ili tuweze kupata kuunda uhusiano ulioharibika. Nambari zangu ziko wazi, mweze kutupatia mawaidha kutoka pale nyumbani. Wazazi, mweze kutupatia mawaidha, na kuna mtu katika siku ya leo huenda atapata kuweza kufaidika na kipindi cha siku ya leo kwa kuzungumza na mzazi wake au mama yake waliokosana kwa, kwa miaka mingi iliyopita. Tunaomba leo wanamwangaza, leo tuweze kupata kuweza kususha roho jamani, nambari zangu ziko wazi, sema nami katika 0, 7, uh, 33, 32, 32 33, 36, ama ukipenda sema nami katika siku ya leo, ili niweze kujua what can we do, maana tungependa kuweza kuunda uhusiano ulioharibika, tungependa kuweza kuunda uhusiano huyu. Basi mbona tuishi vile na tumekuwa tukifanya maamuzi, tumekuwa tukifanya mambo makubwa, lakini tumeshindwa. Wewe wewe ni mtu mkubwa sana pale katika jamii, unaweza kurepair anything, unaweza kufanya anything there, lakini uhusiano wako na mzazi wako haujaunda. Wewe ni mtu tajika pale kwenye kampuni pale, mtu wa maana, mtu wa power, lakini uhusiano wa nyumbani unakushinda. Basi anzia kule nyumbani, ndipo uje kazini. Jamani, naomba vile, jamani, tuweze kushusha roho na pia kuweza karibisha wazazi wetu pale katika maisha yetu tena. Baraton FM leo. Hello Baraton FM. Hello. Eh. Hey. Yes. Ndio, kuna nini nimesahau tena ndio na Oh, ndio kitu ambacho na miaka zimeenda. Eh eh. Ndio akielekea kwa kama seventy ama fifty yake. Akielekea huko inarudi kama mtoto chini. Eh eh. Sasa, anapoongea kitu tena anaangalia huko labda mama aliongea kimakosa ama baba aliongea kimakosa. Sasa, naweka hiyo afile kwa kwa roho kila wakati. Eh eh. Unataka kama miaka ndio. Kwa kama miaka zinatonga mtoto tena hivi na rudi chini kidogo. Kweli. Kwa hivyo nyoka zile akiongea kitu msichukie kitu fia. Tunapia maana na na kama mgaido na mama ama baba ule. Eh, ndio ongea hivi haiko ni furahisha. Okay. Ndio kitu nitakaa chini tena. Mama alisema baba alisema kitu cha kuumiza roho mbaya sana. Asante. Tunashukuru yeah, sana msikilizaji. What can we do? Tuwakumbuke katika hali ya uzee wao. Tuwakumbuke, tuweze kupata baraka. Jamani, what can we do, wazazi wetu mlio pale nyumbani, wa, tuna, tu, tu, tungependa kufanya vipi ili, ili mpate kutukubali kule nyumbani? What can we do? Tungependa kuanzia msamaha wapi, ili mtukubali? Mume tufukuza nyumbani, basi tutakwenda wapi? Nyinyi ndio watu tunaojua, tunapata familia za, uh, za watu kule nje hawatuelewi, uh, hawatujui, uh, wanatutumia tu vibaya kuweza kutunyanganya pesa na mambo mengine. But wazazi watu, ningependa kuweza kupata kuweza kusikia mchango wako msikilizaji, ningependa kuweza kusikia maoni yako, na utakuwa unapata kuweza kusaidia timu nzima ya watu wa mwangaza katika idhaa ya utangazaji ya Baraton FM, Baraton FM hello. Hello. Hello. Hello, habari ya siku ya leo? Amepata kuweza kutoweka jamani. Ungependa kuweza kurejea, naomba uweze kujaza mjazo pale kwenye simu, au ukipenda kujaza kuni pale kwenye simu, msikilizaji, ili iweze kupiga simu na utakuwa unapata kuweza kutufikia watu kanili wazazi wetu. Jamani, what can we do. Ningependa kuweza kusikia maoni yako pale nyumbani. Jamani, usikazie eh. Jamani, tupatie mawaidha wazazi wetu, tupatie mawaidha kina baba kina mama, jamani na pia vijana tuweze kuuliza wale majenzi na pia wale wengine, tunaweza kupa tunawezaje kuweza kuunda uhusiano ulioharibika? Ndio kazi yangu hapa ewani, jamani, mpate kuweza kunisaidia kuweza kutekeleza sehemu hii. Naomba sana kwa heshima na taadhima, msikilizaji itakuwa inapata kuweza kupendeza Amen. Vibao moto motomoto, mziki wa kumsifu Mwenyezi Mungu, muziki wa Kiafrika, vibao vya hivi punde na bora zaidi. Unasikiliza Baraton Wakukuka FM. wazazi na siku zetu zitapata ongezeka duniani. Msikilizaji, tunashukuru sana, mpaka hata Biblia yenyewe takatifu inasema, kitabu cha Waefeso 6 mstari wa kwanza mpaka tatu pale ikasema Bibilia hivi, waheshimu wazazi wako katika Bwana, na utakapo waheshimu, msikilizaji, utapata kuweza kuwa na siku nyingi za kuishi katika dunia, duniani, kwa sababu ndio ahadi pekee, ndio amri katika Biblia iliyo na ahadi kipata kuweza kuitekeleza hii msikilizaji, utapata kuweza kuwa na siku nyingi za kuishi duniani. Basi watu wale ambao tulikosewa na wazazi, tuweze kupata kuweza kuosha roho, kusafisha roho, ili wazazi hata wasipotusamea, wewe fanya sehemu ya kwako wewe, wewe mwombe tu msamaha, akikusamea, asipokusamea, ni sawa tu lakini mwefanya sehemu yako, mfungue roho jamani, mwachilie wende, wacha kumbeba pale kwenye roho. Jamani, unapata magonjwa, unameza dawa kila siku, haulali kwa sababu ya wazazi. Siku ya leo tunaomba msikilizaji, leo upate kuweza kufungua roho, wacha iende, itoe <muchiline> Ah, nikiangalia ni pale katika mtandao, kuna watu wameanza kurucharusha ujumbe, ndio. Kwani napata kuweza kusoma soma kwa muda usiopungua nipate kuweza kusikia, jamani, wanasema vipi katika siku ya leo. na kukumbusha utoto wako ukiwa hauna lolote ulihitaji ulinzi ndipo upate ah kukua. Kukua, wazazi wetu walifanya chochote nikiweza kupata kuweza ku count out count in. Kuna yule ambaye ah anasema, aha aha, watching you live kaka Brian M from Norway, the show is lit. Asante sana msikilizaji pia tuko na Susan tune in from Palace anasema salamia uh, uh, uh, salamu kwa jela, jela son, uh, Mama Koros akiwa barasi na Mutunga na Mama Claire, sawa sawa sawa. Wako ndani kwenye kipindi, sante sana. Tuko na Angela Jeep Crew anasema hello. Tuko na Prudence Dilema anasema good morning. Sharon Jeep count me in.

Nashukuru hiyo item leko pati pato inakuwa ipo bio gas kwa mbele kwa kwa imekuwa ya maana tena zaidi. <laughs> Sasa ulikuwa e, program ya ni, ni, ni mzazi kati ya mzazi na mtoto ama Eh hey, tutafanyaje ili tuweze yeah, kurudi yeah, nyumbani. Kuna wazazi yeah, wamefukuza yeah, watoto pale nyumbani. Aman, What can we do ili tuweze kurudi nyumbani siku ya leo tunafika tauna, tupigi simu kule nyumbani, hata tuwezi kuwajulia hali, wakitisha pesa watuma, au ka, au, au katai kutuma pesa eh. Asante kwa kuleta program kama huo. Asante sana sana wenye kufanya hivyo, ni CNC nyinyi nyinyi nyinyi hapo studio. Eh, right all right, eh. Unaona, unaona CNC nyinyi. Ehe. Mnasumbua sana, lakini tunahitaji maoni yenu sasa maoni, nikiweza kukalisa uh so, chini ni alafu nijaribu kukupatia mawaidha hiyo, itafikia kisikio la kufa eh, ita, ita inaingia ina hapa inatokea. Sasa sikila sasa, si uh -huh. Mtu na mtoto wake sasa uh -huh. Hey, tukuwa kila mtu na mtoto wake, basi na yule ambaye hana wazazi angependa kuweza kusikia watu wa mwangaza wakisema jamani, eh eh, aya, hey. Hey, hey. Mpe mawaidha kidogo hapa, iwani, itakuwa inapendeza tu hey, Heshimu mzazi wako, mm -hmm. Maana mzazi anakutunga ana, ana, ana, ana mm -hmm. Anakupeleka kanisa anakusomesha, bwana, heshima mm -hmm. Nyenyekea mm hapo -hmm. Mbele kuna maisha, kuna maisha hapo mbele e, waw, asante <laughs> ah, sana. Hama tunashukuru sana. Yaani jamani, msikilizaji ma ma maoni yapate kuweza kujaza pale. Msikilizaji weka maoni, weka pale mjazo pale. Jamani, huwezi kujua ni nani unapata kuweza ku uh ku kuweza kumtia moyo siku ya leo. Please, please, msikilizaji tuweze kupata kuweza kutoa maoni. Jamani, huwezi kujua ni nani anayesikiliza na ni nani anayepitia changamoto hii ya wazazi. You never know, you never know, huwezi kujua kabisa. Msikilizaji ni kuweza kutia na tumoyo katika siku ya leo. Mimi ndio nakuwa napata kuweza kusoma soma jumbe zilizoanguka hapa katika mtandao, msikilizaji ili tuweze kuona jinsi itakavyokuwa cha niweze kusoma ujumbe hapa wa mwenzangu, nisikie ametueleza vipi e, tuko na Claire Jemeni anasema tune in aha, Jep, uh, Jep, Jep anasema, tuko na Jepli anasema uh, nime tune in from Masaba, tubarikiwe wote uh, kwenye kipindi cha siku asante. Tuko na Ketuna uh, anasema uh, Fradix Frasidis anasema good morning, good morning to kaka brand M, mimi niko salama, mimi nashukuru sana. Uh, pia tuko na huyo anajiita uh, Jackson anasema uh, all the way from Norway following live, be blessed all the fans of Baraton FM tubarikiwe wote pamoja, siku njema, Mungu aweze kuwa nasi. Asante sana. Uh, pia tuko na anasema kaka brand M studio uh, ha, karibu sana kaka brand M kwenye studio uh, tuweze kuandamana pamoja. Naomba wimbo uh, aba pilipili usio aha, uh, inakuashia nini? Kwa, kwa, hawa uh, e, ni kampuni jamani wa keki wanasema hivi uh, tune in uh, uh, uh, uh -huh, watu wako naye msikilizaji pale katika mtandao, wazo lako ni gani katika siku ya leo? Tungependa kuweza juu, kuna watu katika ulimwengu huo wanahitaji mawaitha ya mzazi na mzazi hapatikani kuweza kumpa mawaitha. Jamani, ako na upweke, yuko peke yake, hajikufanya maamuzi bora. Halafu mnakuja kutulaumu sisi majenzi wazazi, na pia hata nyinyi mko na sehemu ya kufanya. Wacha, wacha kusema lawama ni kwetu wazazi. Pia hata nanyi mko na sehemu ya kufanya ya kuweza kuwajibia katika maisha ya kwetu. Nikiwa mkubwa, nimefaulu, nimemaliza shule, masomo ya shule, shule ya chuo kikuu, nimekwenda kule mjini, kule nimepata kazi, msikilizaji, halafu kwa njia moja au nyingine, nikifika kule, sikupigii simu wewe unaanza kunikasirikia. Makosa sio yangu, no no no, wewe ulinilea katika njia gani? Nafika town kule, pesa nilizopata naanza kutumia na mke wangu, au naanza kutumia kule kule kule kijijini vile, na kule kule mjini vile ninavyotaka. Jamani, makosa sio yangu bwana. Wewe ulifanya sehemu gani kuweza kuhakikisha kuwa niko na uhusiano mzuri na wewe? Jamani wazazi tujitume, na pia vijana tuweze kupata kuweza kusikiza wazazi wetu na hata kuna mtu leo, siku ya leo ana miaka zaidi ya hamsini. Mama yake ana miaka zaidi ya, ya, ya, ya tisini kule nyumbani, hawajawahi pata kuelewana. Alipotoka nyumbani, hajawahi rudi, miaka arobaini imepata kuweza kuisha. Jamani watu can we do na siku zetu zitapata ongezeka duniani. Sifu Mwenyezi Mungu, muziki wa Kiafrika vibao vya hivi